Wanawake wakiwa hawajaondoka hapo mbele, ningependa sasa nimkabidhi mike miki mkurugenzi wa idara E, mama yetu Asia Kiwonde, ili aweze kufanya utambulisho vizuri kabisa. Niongezee mic nyingine tafadhali studio, ili tuweze kwenda vizuri, na atakayekuwa akimtambulisha atakuwa tu anapita hapo mbele kwenye kamera, anaponga mkono. Lengo la kuwaleta hapa ni ili pia uweze kuweka kumbukumbu kwenye documentary yetu a, na TV yetu ya NYTV, ili uweze kuonekana tafadhali. Ni heshima kubwa, ni kukaribisha sasa mama mkurugenzi na watu wako wengi jamani, makofi kwa watumishi wa Mungu hawa. Karibu sana amen, haleluya, Bwana Yesu asifiwe, amen. Wanawake jeshi kubwa, wanawake. Amen, naomba viongozi wa section, najua mko na majukumu mengine, tafadhali uwepo mahali hapa, tupate kutambulishana. Kwa kuanza, ninakushukuru ndugu MC. Aa, kama ambavyo amesema, hili ni kongamano la wanawake, hitimisho la kongamano la wanawake ambalo limefanyika tangu tarehe 29 pale kanisani Samaria TAG, lakini leo tunahitimisha tukiwa na wapenzi wetu waume zetu wanaotuweka mjini. Tukasema kwa mkurugenzi, tafadhali rudia tena hiyo sentence. Mkurugenzi tafadhali, kwa heshima kubwa waume kongwa, zetu wapenzi wetu, wale wanaotuweka mjini hapa Dar es Salaam. Amen, tunatambua nafasi zenu akina baba na tunajisikia vizuri kuwa na ninyi kila mmoja. Ndio maana na ndio maana namwambia kila mwanamke hakikisha umemshikilia vizuri <laughs> yaani, umempata hapa, hakikisha umemshikilia vizuri, usimwache. Na wenyewe akina baba mashahidi wanajua, tangu kule nyumbani akina mama walishe waandaa waje kwenye kongamano. nimeambiwa nitambulishe. Naomba kutambua uwepo wa wanawake wote wa section ya Mbezi njia nne na wale wote ambao wamealikwa, maana ni marafiki zetu, tunawapenda, tumewapa mwaliko wa mtoko huu. Naomba wanawake, popote mlipo, msimame, mpunge mikono, punga mkono. Haleluya, haleluya, haleluya! Tunatambua uwepo wenu, tunafurahi sana maana shughuli ni watu, watu wakikosekana, hakuna shughuli. Lakini jambo la pili, nitambua uwepo wa viongozi wote wa idara ya WWK, section katika kila kanisa letu la section ya Mbezi njia nne. Tunayo makanisa kumi na tano viongozi, popote pale mlipo mwenyekiti, mpaka naanzia mwenyekiti mpaka mwanzini, naomba popote ulipopunga mkono wako, a MC aliniambia viongozi tafadhali, sogeni hapa mbele, kwa sababu nimeona wengi mko huku. Wale ambao wako mbele, tafadhali njoo hapa, punga mkono, wapungie wanawake. Haya mambo sio madogo, usijione uduni. Yani sisi hapa ndio jeshi kubwa, jamani. Hawa ndio walioandaa event, tuwapigie makofi, tuwashangilie. Hii ndio kamati ambayo ilikuwa ina backup kamati ya section ya mimi. Mkurugenzi na wenzangu tunajisikia vizuri, tunawapenda na tunawajali sana. Amen, Mungu awabariki. Na kwa nafasi ya upendeleo na ya pekee na ya upendo, natambua uwepo wa mama wachungaji wote katika section hii, ambao ndio washauri wetu kwenye idara ya WWK. Naomba mama mchungaji, popote ulipo, najua mpo karibu karibu. Ningejisikia vizuri kama mngekuja hapa, mwapungia watu mikono. Mimi huwa nawaambia mama wachungaji ni nguvu yetu sisi wanawake kwenye idara hivi, yaani ninavyozungumza natamani waone wa mama wachungaji. Karibuni wa mama wazuri kabisa jamani, hawa ndio wanaotuombea, hawa ndio wanaotusemea vizuri kwa wachungaji, kwamba hawa wanawake wanafanya huduma, wanaeleweka. Wapigieni makofi wa, wa mama wetu wazuri. Mungu awabariki, barikiwe sana. Mimi na kamati yangu tunawapenda sana Amen. Baada ya kusema hayo sasa niweze kutambua nafasi ya viongozi wa section. Naomba nitambue nafasi ya katibu mwazini, wetu hayupo. Tulipunguka mabadiliko ya ya kanisa letu kutokana na kuendelea kupanuka na kuongezeka, section yetu ilikatwa. Tukajikuta tumekatika na mwazini. Lakini, pamoja na hayo, tuliobaki tumeendelea kupambana na kusonga mbele. Katibu mzuri. Jamani hawa ni young generation huyu dada ni, mimi mwanamtania namwambia kakiberengi ketu, maana tunamwambia nuru katulete, iki nuru kalete maji, ni mzuri sana ubinti, na nampenda Mungu, ninamfurahia katika hii kazi. Wapungie mikono watu wakuone. Haleluya. Uh, nilete utambulisho kwenu, huwa makamu wangu, mama makamu mwangalizi, makamu mkurugenzi wa section. Mama Mungu kweli Mungu wa ajabu. <laughs> Anajua, ndio maana wanawake wote wamecheka. Ninampenda mama mchungaji huyu. Huyu ni mama mwangalizi wangu makamu, lakini ni mnyenyekevu. Akikaa katikati yangu tunaichapa kazi kama viongozi. Ninakupenda mama mchungaji sote sana, ninajivunia wewe, ni jembe imara, na nilikwambia lile jambo letu, nitakukabidhi ufunguo uendeshe gari <laughs> anaelewa wakati huu nimtambulishe na nimlete kwenu Mama Mchungaji, Mama Mwangalizi Mariamu Sabuni. Huyu mama, pigieni Yesu makofi. Tunajivunia, wazungu wanasema we are proud of her. Ni mama mnyenyekevu, ni mama yani, ni nguvu yetu. Ninakupenda mama mwangalizi wangu, mama mshauri wangu, na hapa naona nuru. Mama isote wananitamania navyomkumbatia Tumekuwa naye huyu mama, awe anaumwa asiwe anaumwa, ila kukiwa na tukio lolote la idara lazima atasema, wanangu, siwezi kuwaacha. Tunajisikia vizuri, anatuombea na tuongoza na tushauri. Mungu akubariki mama, akujalie siku nyingi za kuishi. Neno moja nimekuwa nalitamani kupitia huyu mama, namwambia Mungu ninapoendelea kuwa mtu mzima, niendelee kuzeeka kama mama Sabuni. Moyo wa kumpenda Mungu haujawahi kupungua maishani mwake, na Mungu asante mama kwa kwa, kwa, kwa uzuri wako na kwa utumishi wako mzuri. Mungu akubariki. Mimi hapa ninayezungumza ninaitwa Mrs. Asia Kiwonde, mkurugenzi wa idara ya WWK. Kwa neema ya Mungu tunaendelea kumtumikia kwenye section yetu na timu yangu. Jamani, vyovyote vilivyofanyika, hawa wanawake wote wamefanya, si kwa nguvu ya mtu mmoja, lakini tunamtukuza Mungu kwamba amekuwa pamoja na sisi. Karibuni katika huu usiku tufurahie katika kila tukio ambalo limeandaliwa, na Mungu akubariki. MC, asante sana studio. Naomba umrudishe mkurugenzi. Amesema mambo mazito na mazuri na ya kupendeza. Tafadhali tumpigie tena makofi mengi, na kuna zawadi tunataka kuwapa wanawake hawa ya wimbo unaosema kuna moja kwa moja kwenye chombo chetu cha habari cha NYTV. Kwa hivyo ukinuna utaonekana dunia nzima kwamba umenuna, na tutashangaa kwamba kwenye sherehe, lakini bado eh, umesahau vitu vya msingi. Lakini jambo la pili kubwa sana kwa jambo lingine la msingi sana. Wakati mkurugenzi anarejea tena hapa kidogo, ningeomba niwakumbushe niwa wanandoa wote mliofika hapa kwamba duniani kuna mambo matatu. Jambo la kwanza, kuna kuaga na huzuni kwenye maisha, siku ya huzuni huwa haijui. Lakini jambo la pili, kuna siku ya furaha na siku ya kusocialize kama hii, yaani tunapokutana mahali kama hapa, ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji, huwa ni kwa ajili pia ya kuongeza network na kufahamiana. Sasa kuna mtu ambaye amekaa kwenye meza fulani fulani, yuko busy na simu yuko bize na WhatsApp, yuko bize na message. Sasa wewe ndugu yangu, bado unaishi dunia gani? Tuko hapa ili tuweze kusocialize. Hebu tikisa jirani yako, mwambia au MC anakuongea wewe hii ni muda wa kufahamiana sasa. We, mimi niko hapa, we una dili na simu yako, yaani umekuja na mpenzi wako alafu una mpenzi mwingine tena kwenye simu. Kwa nini usiweke simu mfukoni, ili uongee na mtu na umuonyeshe namna gani unajali na unaheshimu muda huu? Kama nimeongea pointi, kwa nini usimpigie simu? Makofi kwa ajili yangu tafadhali, napomkaribisha mkurugenzi kuongea tena kidogo kwa ajili ya kuleta utambulisho wa baadhi ya maafisa ambao alikuwa hajawatambulisha na sasa wamefika. Amen. Viongozi wetu wa jimbo, uwepo wenu ninatambua, ni mpo, lakini kwa heshima na mafuta yenu watatambulishwa na baba mwangalizi. Asante, asante sana mkurugenzi. Studio mrudishe wakati. Uh, tunamleta baba yetu, eh, mzee wetu na kipenzi chetu baba yetu Dosi Sabuni atakuwa kuja. Naomba baba, kabla hujaja, tafadhali wanaume wote pale tulipo na sisi tuwaonyeshe hawa jeshi kubwa, kwamba hakuna jeshi kubwa bila taifa kubwa, na lazima tuwaonyeshe ubabe tulionao jioni ya leo kwa kumleta mwangalizi wetu Deus Sabuni. Kama wewe utabaki kule, tutakuondoa kwenye CMF na tutakuweka kwenye WWK

mambo hayo <laughs> baba mwangalizi kwa heshima kubwa tunakupenda na hawa wanaume wote wametokeza hapa kukupa kampani ili uelewe kwamba una wanaume wenye nguvu kama kuna WWK mahali fulani anajua kupiga kigeregere kizuri kile ambacho kinasababisha mtu asahau madeni tafadhali hebu kiachilie hicho kigeregere kwa ajili ya tukufu bwana Wow. Mheshimiwa baba yetu uh, mwangalizi ni heshima kubwa nikukaribishe. Utakuwa na kazi kubwa mbili: mmoja ni kufanya utambulisho wa viongozi na maafisa walioko chini yako, lakini pia kwa ngazi ya jimbo, na utakuwa na neno la ufunguzi. Ni heshima kubwa nikukaribishe. Karibu sana baba. Asante sana MC, Mungu akubariki. Na MC mzuri kweli kweli, kama ukipiga vigeregere tu madeni na saulika, ni jambo moja jema sana <laughs> Mungu akubariki sana. E, ni shukuru naomba nitoe utambulisho kama ifuatavyo. Kwanza kabisa nijitambulishe mimi mwenyewe, ni mchungaji na ni mwangalizi Deus Pastor Sabuni katika section yetu ya Mbezi njia nne. Kwenye section yangu nina kamati ambayo inafanya nayo kazi. Ninaye makamu wangu Losote Mwasabila. Jamani, wapunge, wapunge, wapunge. Yeah. Lakini pia ninaye katibu wangu yeye yeah, yeah. Alitokea kwa sababu kwenye section yangu mimi nina katibu mwanamke yuko pale, naomba usimame tafadhali. Yeah. Jamani, makatibu tafadhali. Ninaye muhazina pia, tafadhali sana yeah. Naomba wapu, game, amena, wetu Mungu akubariki sana sana sana, haleluya sana, sana. Um, kwenye section ninapomaliza kamati hii natumika pia pamoja na mke wangu. Mke wangu kipenzi, nimempata akiwa msichana mzuri wow. Uh, watu wengi wanatoa majina mbalimbali, mimi huwa namwita cheusi <laughs> jamani, makofi ya kwapi, hebu mwangalize tafadhali yako yeah. ya majina mbalimbali mbali, nimechagua hivyo kutokana na kara yake, na inapendeza sana kara yake. Kwa asili mimi ni Msukuma, asukuma tunapenda wanawake weupe lakini ajabu nimechukua mweusi. Jamani, makofi mazuri kwetu. Uh, pia nichukue nafasi kutambua uwepo kwa sababu sasa tutataja moja moja, kutambua uwepo wa wachungaji ambao ninao katika section yangu ya Mbezi njia nne. Tafadhali kama hapo, naomba mpunge mikono tafadhali. Asante sana, asante sana, makofi kwa wachungaji wetu. Uh, pia nitambue uwepo wa, wanaume wote walioko mahara hapa jamani, kutoka makanisani mwetu e, siwezi kutaja kila kanisa basi, hebu wote tuweze tu, kupunga mkono wanaume wote kutoka makanisani yetu jamani, makofi na vigelegele mazuri sana ndugu zangu, wageni walikwa, mabibi na mabwana, section yetu pia tuna viongozi wa jimbo. Viongozi wa jimbo hawa Kabla sijawaleta wale, naamini kabisa nishajitambulisha viongozi wetu wa section WWK, mkurugenzi umeshamwona na kamati yake, na tunaye pale kanisani ni mama mwenye nguvu, pamoja na kamati yake, wanafanya kazi kwa uzuri mno. Ndio maana usiku wa leo anatuona kama tulivyo tumetulia, na umetuambia tutakula na kunywa. Jamani, maajabu makubwa sana. Wanawake kweli ni jeshi. Jamani, haleluya! Wanawake ni jeshi. Nitambue uwepo wa viongozi wetu kutoka jimbo na naamini mko hapa sasa, kwa sababu ya taa nini, naomba itifaki imezingatiwa na tunatambua hivyo, lakini amkini, tuna maaskofu hapa, uende kwa mahali fulani, kuna nafasi ambazo zilitolewa za kukaa, unaweza ukachukua nafasi hapa. Tunaheshimu na kutambua uwepo wako, asanteni sana ndugu zangu, Mungu abariki. Lakini nitambue pia kwa mara ya mwisho mtumishi um, wa Mungu ambaye tuko naye hapa. Tuna viongozi kutoka sehemu mbalimbali, tunao mahara hapa, jamani. Amina jamani, haleluya! Ni jambo moja zuri sana kwa hiyo pia natambua uwepo wao na ninawaheshimu. Uheshimu Mungu amegna wabariki sana asanteni sana. Naomba nirushie kilonga longa kwako, asante sana mwangalizi wetu, makofi mengi sana kwa baba yetu ambaye uh, ameleta utambulisho mzuri na utambulisho huu umekamilika studio. Naomba sasa mrudishe baba.